Mafanikio makubwa zaidi ni ku institutionalize ma, ma, yaani madawati ya jins, ya jinsia na watoto katika jeshi la polisi, kwamba imekuwa ni sehemu sasa hivi ya, ya mfumo wa jeshi la polisi, kwamba kila penye kituo cha polisi kuna dawati. Kwa kweli hayo ni mafanikio makubwa na inatia moyo kuona kwamba hii haja ya kuwa na madawati jeshi la polisi imeiona imeiona na imeichukua na imeifanyia kazi, lakini vile vile kutoa mafunzo kwa maafisa wa polisi. Na nimesikia na ndio tuna, tunaomba siku hizo kwamba kila polisi anapotoka chuo, chuoni kujifunza polisi katika part ya curriculum ni how to manage gender incidence desk. Tunaomba hivyo na tumesikia kwamba hilo swala linafanyika.